Every generation has its own message. Kila kizazi huwa kinakuja na ujumbe wake. Utagundua kuna wakati taifa hili, wakati Mungu anataka kuzaa kitu kwenye hili taifa, ujumbe ulikuwa ni uinjilisti, na ndio maana watu wote wakuu waliotokea walikuwa ni wainjilisti: mwinjilisti Emmanuel Lazar, mwinjilisti Moses Kulola, mwinjilisti Ernest Kiwia, mwinjilisti hivi. Unajua hata Apostle Dansel Maboya alikuwa ni mwinjilisti alikuwa ni mwinjilisti Danson Maboya mwinjilisti mwinjilisti mwinjilisti mwinjilisti, kwa sababu ujumbe wa wakati huo ulikuwa unahitaji injili, ulikuwa unahitaji watu waokolewe waingie zizini. Alafu kuna kipindi uchungaji ukaja ukakaa, mchungaji fulani fulani fulani mchungaji fulani fulani fulani mchungaji fulani fulani fulani fulani fulani mchungaji fulani fulani fulani fulani. Alafu kuna kaupepo fulani kakatokea kakaja kawalimu, mwalimu, kila mtu akataka kuwa mwalimu, na kuna watu wakawai hawajapewa hiyo ofisi, ila na wenyewe wanataka kuwa nini? Walimu, anavaa kama nani? Mwalimu na si unajua, mwalimu anavaaaje? <laughs> mi sijamsema huyo lakini wewe ndio umejua anavaaaje sasa. <laughs> mwalimu anaongea kama nani, hata kama afundishi. Unajua uwalimu it has nothing to do na kuongea pole pole na haraka, sawa? Na uinjilisti, uinjilisti sio kusema. Unaweza ukawa unasema haraka haraka, lakini wewe sio mwinjilisti. Nani ananielewa? Huduma ya uwalimu ikafanyaje, ikatembea. Alafu kuna kitu kikataka kuzaliwa kwenye taifa, bahati mbaya, kwa sababu kwa namna isiyo ya kawaida hatukutambua huduma zote tano. Sauti ya kinabii ikainuka kutokea kwenye moto wa kigeni, kwa sababu waliozaa hawakutambua unabii kama ni sehemu ya huduma. I might be in trouble but I was wired for this. Hawakutambua. Kwa hiyo ofisi ya kinabii ilipoinuka kwenye nchi hii, iliinuka kutokea kwenye moto wa kigeni. Wakaanza kutokea manabii kutokea kwenye mataifa mbalimbali mbali, wakawa wanakuja hapa, wanaangalia ni nani anaelekea ana kazawadi ndani, alafu wanaanza kumwita mwanangu. Kwa hiyo tukaanza kuzalishiwa manabii wasiotoka kwenye enzi ya Mungu, waliotoka kwenye ulimwengu wa roho, ulipo detekti ukagundua hili taifa linatakiwa lizae manabii, lakini kwa sababu hakuna wakunga wa kuzaa manabii, adui akatuletea wakunga wa kuzaa manabii na, na ndio sababu huduma ya unabii ikachafuka sika kuna mtu anaelewa? kuna mahali naenda. Ikafanyaje? Ikachafuka, ndio watu wakaanza kutabiri kwa fedha. Alafu unabii ikatoka kuwa huduma ikaingia kuwa kama prestige. Yani mtu anaona ya kwamba, yani mi siwezi kuwa mwalimu, mwalimu ni kitu kidogo sana. Na ndio akisimama nasema unajua, mi ni nabii, mi ni nabii, nyiye hamwezi kuelewa, kwa sababu hapa kuna wachungaji kuna wachungaji tu lakini huwezi ukafika. Ah, ah, ah, ah, ah. Nani ananielewa aseme amen? A, a, au ni mimi babisho? Pengine tumetembelewa na wamalaika wengi hapa, wanadamu waseme amen, yeah. Au hayo ni mimi ndio nilikuwa nayaona. Kwa hiyo nabii akakaa kwenye ofisi fulani, yani, ili tumuite nabii lazima kwanza akiingia, ingie na watu kama 15 hivi, 20 walinzi, hata kama ana cha kulinda sasa eh. Hapa mtanichukia, na nimeana sisi shi, sijali. Kwenye kembu ndio wao tunachukiana hivi hivi, lakini tunakupa dawa hapa tu kwenye karaka. Hata kama ana kitu cha kulinda, anakuja na watu 15, wamevaa miwani, wamezunguka huko kote kote, huko wamezunguka huko kote na ametoka kwenye chumba cha sebule master <laughs> chumba la sebule amekuja, lakini na walinzi kama 15 wanalinda nini, unashindwa kuelewa ila wapo wana miwani wamezunguka, mawani meusi mmekao wanamwangalia hivi, akipiga tu anapiga piga biti, hafungui hata neno la Bwana, hatabidi kutokea kwenye kinywa cha Bwana. Sema tu, unaona nyumbani kwako umeacha kitu chekundu, na unajua kabisa lazima kitu chekundu kitakuwepo, kwa sababu hakuna nyumba inayokosa kitu chekundu, au hakuna nyumba inayokosa kitu cheupe. Sisemi vibaya, ofisi kuna kitu, najaribu kukufundisha, kuna najaribu kukuonyesha, imezaliwa kutokea kwenye mikono ipi? Nani anaelewa? Aseme amen. Kwa hiyo tukaiabuse hii ofisi, kwa sababu kuna watu Mungu aliwatumia kwenye, lakini hawakutaka kuitambua. Mimi naamini nimesoma vitabu vya Bishop Emmanuel Lazaro, ninaamini katika manabii waliowahi kutokea kwenye taifa hili ni pamoja na Bishop Emmanuel, na kuna mambo yanatokea leo yeye aliyataja miaka ya themanini, ila kwa sababu hiyo ofisi ni kama ilikuwa inaonekana kwamba mm, hiyo eh, yes. Yani usihitaje ofisi hiyo haipo, kwa unaona, na inahitajika inahitajika inahitajika, upepo ukapita, Mungu kwa rehema zake akatorehema. Sasa kinachotokea sasa hivi ni kama kuna apostolic voice, apostolic grace imeinuka. We nikwambie, sio lazima mtu ajiite mtume kubeba huduma ya kitume na sasa hivi inabidi pia ukijiita mtume unakosa danilia confidence, ndio inabidi utafute jina. Mimi ni mwalimu, lakini we unajua ndani yako u, mimi, mimi, ni minister au rabi unasema. <laughs> E, inabidi utafute, mimi ni kuhani u, utafute ka kibanda ka kujifichia kwa sababu hii huduma imeshakuwa nini, imeshakuwa abused. Lakini ngoja nikwambie, kwa sababu imekuwa abused haina maana haipo. Ipo na inafanya kazi, na hiyo huduma ndio Mungu sasa kwenye majira haya anaiinua. Utaona kuna watu wanafundisha with an apostolic voices. wanafundisha kwa sababu mitume kazi yao ni kupanda, kupanda kitu kwenye kizazi, kujenga kitu kwenye kizazi, kuweka kitu kwenye kizazi. Ninaomba katika jina la Yesu sauti ya kitume itainuka kwenye taifa langu, itainuka kwenye biashara, niiweke ile, lo, itainuka kwa wafanyakazi, itainuka kwa watumishi ila sauti ya kuanzisha mambo na mambo yakawa, katika jina la Yesu. Walimu waliobeba utume ndani yao ambao wataanzisha vitu vya kufanya kwa ajili ya saa ya uokozi wa inuke. Kama ni wewe sema amen, nasema kama ni wewe sema amen. Nyosha mikono, sema e, Yesu ninapokea ofisi hii katika jina la Yesu. Sema tena e hey, Yesu ninapokea hiyo ofisi katika jina la Yesu. Kwa hiyo unaona Mungu, nimekuambia kila kizazi nilitokea wapi. Nilikwambia kila kizazi huwa kinabeba ujumbe wake kuling... na ndio maana sasa hivi utakuja kugundua, hatuhubiri sana habari za kwenda mbinguni, si kwa sababu hatujui tunaenda mbinguni, tunaziubiri, ila tunahubiri sana uokozi waokozi hatima vitu vya namna hiyo, kwa sababu kabla ya Yesu kurudi, kuna kitu lazima dunia ivurugwe sana na watoto wa Mungu, hawa watu wa mlima Sayuni, lazima ivurugwe, alafu ikishapigwa, ndio Yesu anarudi. Kwa sijasema arudi, anarudi, anakuja upesi, lakini pia ili kumwharakisha aje upesi, kuna kitu lazima kifanyike kwa fu upesi, ili yeye aje upesi Yesu arudi kwa sababu tunasema anarudi, Yesu anarudi kwa sababu kila sikio limesikia na kuna masikio hayatasikia kwa wewe kubeba spika na kwenda mtaani na kusema Yesu anaokoa. Kuna masikio yatasikia kwa wewe kuwa mfanyabiashara bilionea kutokea Tanzania, unaenda unapanda ndege, unaenda faume za Kiarabu kama mchimbaji wa madini, alafu wakati mpo kwenye meza ya mabadilishano kama mchimbaji wa madini unasema, tazama anakuja na mawingu na kila jicho litamwona, na kila ulimi utakili ya kuwa Yesu ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Na hicho ndicho kinachotokea sasa kwenye kambi hii. Watainuka watu ambao hawatavaa kola, hapana. Hawatavaa makoti ya suti, hapana. hawata watavaa vitu vinavyofanania na hivyo. Watakuwa ni aina ya watu ambao wamebeba biashara, lakini wanajua sisi, agenda yetu ni kwenda kufanya uokozi kwenye dunia. Ninaona Tanzania ikituma watu kwenye mataifa ya Waarabu na Waarabu wakiokoka. Kwa sababu yako kama ni wewe, sema eime, hey, piga kelele, sema Yesu, niko hapa, piga kelele, Yesu Niko hapa. Waokozi wa safari hii wanaoinuka ni watu wanaoinuka kimkakati. Naomba niongezee loo ile iliyokuwepo kwenye hii maiki, ni uhubiri vizuri, ni watu wanaohubiri kimkakati. Yaani sio kila mahali tutaenda tutaanza na tembea tembea, baba, hiyo ni sawa. Kuna mahali tukifika hapo stendi, tutapiga tembea tukuone, tembea tukuone, lakini kuna mahali utaenda tu utapitia mlango wa VIP, utaenda utakaa pale kwenye waiting room ya VIP, alafu kuna mtu wa VIP atakuja, akikukuta huko VIP atajiuliza, huyu wa VIP ni nani? Atakuuliza, we unafanyaga nini? Unamwambia, haya mafuta yanayouzwa hapa ndio mimi. Anasema, aha, kumbe wewe ndio unayetupa mafuta. Ninacho kitu cha kuongea na wewe. Kwenye utume wa safari hii, Mungu anatukutanisha na watu ambao kwa miaka hamsini sitini hatukuweza kuwafikishia Injili, lakini sasa Injili inaenda ikuru kwa jina la Yesu. Injili inaenda ikuru kwa jina la Yesu. Injili inaenda kwa biashara katika jina la Yesu. Injili inapenya inaenda kote, kwa maana ni saa ya waokozi katika mlima Sayuni. Watakuwepo, sio watainuka, watafanyaje wata maana yake waokozi wapo sasa. Kazi ya ritriti ya mwaka huu ni kuwatambulisha waokozi ambao hata wao hawakujitambua kama ni waokozi. Inuka mwokozi, sema aime, sema mimi ni mwokozi wa kizazi changu. Maana yake wapo ila hawajijui. Kwa nini mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, japokuwa yeye ni bwana wa vyote, lakini mali zake zimewekwa chini ya uangalizi hata wakati ulioamriwa na baba. Na ule wakati ulioamriwa na baba ndio huu, saa iliyokubalika ni sasa na siku ya wokovu yeah, ni leo, ni leo, ni leo. Ndio maana Mungu anainua kuna, anainua watu hawajai wa kwenye mkono hivi kwa sababu ni, <laughs> ni saa ni saa. ni saa saa, na saa ya waokozi ikifika. Amefundisha Pastor James amesema kuna wakati wanakuja waokozi na tunawapiga mawe, kwa sababu hawafananie. Tumezoea aina fulani ya watu na tumezoea staili fulani ya kuokolea, ndio kinachotutesa, staili fulani na ndio sababu hichi kizazi ni kama hakieleweki, ila mimi ukiniuliza, mimi hichi kizazi nakielewa. Ila ni kama hakieleweki, ila mimi ninafanyaje, nakielewa. Kwa nini? Kuna namna Mungu anatenda kazi na hichi kizazi ambayo hajawahi kutenda kazi na kizazi kingine chochote. Kwa namna hiyo itatokea kama ujenzi wa hekalu la Sulemani kwa mara ya pili bi, nasema lile Sulemani lilipokuwa na jengo lile hekalu, kulikuwa kuna vilio viwili, kilio cha shangilio na kilio cha huzuni. Wazee wanalia wanasema, lile hekalu la mwanzo alikuwa hivi, huu msingi mmeweka hapa mrefu mno, haukuwa hivi hatulijui ili hekalu sisi, hatujawahi ha, ha, ha, kuona hekalu la hivi sisi. Hiyo nguzo mbona kama imepinda ile nguzo ile hekalu lile. Sa chetezo kilikuwa kinakaa katikati, mbona ni mmesogeza mbele? Wanalalamikia vipimo. Alafu vijana hawajawahi kuona hekalu lolote, lakini wanasema asante Mungu, angalau hekalu linainuka mahatulijui lililopita lakini kuna hekalu linainuka. Mungu akaamua kuingilia ugomvi katikati, akasema achaneni na vipimo, achaneni na dimension. Nachosema, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa mwanzo. Ninatabiri kama kinywa cha Bwana, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa mwanzo. Kwa wazee wangu, msiwe na wasiwasi wasi. Mmefanya kazi yenu, Mungu awabariki, tunawapenda, tunawaombea, tunawaheshimu, tuna tuna wicherishi waweka. Lakini nyee tulieni, mmeturidhisha. Tulieni muone kile kitu Mungu atafanya, maana si katika kutaka kwetu, si katika kutenda kwetu, bali ni kwa yule atakaye atendae kazi ndani yetu. Hichi kizazi, kuna namna kitafikiwa. Akasema, utukufu wa mwisho wa nyumba hii hiyo Uta... Hichi tunachokishuhudia hakijawahi kuwa kigeni. Historically, mapinduzi makubwa yote yanapofanyika huwa yana tabia ya ya kushangaa ya kushangaza kwa sababu moja kati... Aha, Yesu nisaidie. Moja kati ya kitu kinachokuonyesha ya kwamba uamsho unakuja na unakuja haraka ni division. Yes. Nichunge tu kufunga mdomo wako kwenye majira kama hayo yanapofika kama hauna hekima Roho Mtakatifu, ongea. Jichunge tu, mtu usio, usio msemaji sana, uwe msikilizaji sana maana hayo maneno pia huwa yanatunzwa kwa ajili ya saa nyingine itakapokuja. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba waokozi wanainuka, ila shida, wanainuka kwa namna gani na wanaokoaje okoaje?